Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawikum wattaqullaaha la'allakum turhamoon. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Enyi mlioamini msitangulie mbele ya Mwenyezi Mungu na mtume wake na mcheni Mwenyezi Mungu Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Enyi mliyoamini, msinyanyue sauti zenu kuliko sauti ya Nabii, wala msiseme naye kwa kelele kama mnavyosemezana nyinyi kwa nyinyi, visije vitendo vyenu vikaharibika na hali hamtambui. Kwa hakika wanaoteremsha sauti zao mbele ya mtume wa Mwenyezi Mungu, hao ndiyo Mwenyezi Mungu amezisafisha nyoyo zao kwa uchamgu hao watakuwa na maghfira na ujira mkubwa. Hakika hao wanaokuita nawe uko nyuma ya vyumba, wengi wao hawana akili. Na lao wao wangelingojea mpaka uwatokee ingelikuwa kheri kwao. Na Mwenyezimungu ni mwenye maghfira mwenye kurehemu. Enyi mliyoamini, akikujieni mpotovu na habari yoyote, ichunguzeni, msije mkawasibu watu kwa kutoa jua na mkawa tena wenye kujuta kwa mliyoyatenda. Najueni kuwa Mtume wa Mwenyezi Mungu yuko nanyi, lau angelikutiini katika mambo mengi, bila shaka mgelitaabika. Lakini Mwenyezi Mungu amekupendezeeni imani na akaipamba katika nyoyo zenu, na amekufanyeni muuchukie ukafiri na upotovu na uasi. Hao ndio waliongoka, kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na neema zake na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua mwenye hikma. Na ikiwa makundi mawili katika waumini yanapigana, basi yapatanisheni, na likiwa moja la hao lina mdhulumu mwenziwe, basi lipigeni linalodhulumu mpaka lirejee kwenye amri ya Mwenyezi Mungu. Na likirudi, basi yapatanisheni kwa uadilifu na hukumuni kwa haki. Hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wanaohukumu kwa haki. Hakika waumini ni ndugu, basi patanisheni baina ya ndugu zenu na mcheni Mwenyezi Mungu ili mrehemewe. Imeanza sura hii kwa kuwakataza waumini kuhukumia kitu kabla Mwenyezi Mungu na mtume wake hawajaamrisha, na pia wasinyanyue sauti zao juu ya sauti ya Nabii sallallahu alaihi wasallam, na imewasifu wale wanaoteremsha sauti zao mbele yake, na imewalaumu wanaokosa adabu wakampigia kelele Mtume sallallahu alaihi wasallam nyuma ya vyumba, yaani naye ya yuko ndani nyumbani kwake kisha ikawaamrisha waumini wahakikishe habari za wapotovu na wachache wa imani, na ikawaamrisha wenye madaraka nini la kutenda wanapopigana makundi mawili ya waumini wenyewe kwa wenyewe. Na imewakataza waumini wasifanyiane kejeli wao kwa wao, na imewakataza wakaazi wa majangwani kudai kuwa wana imani kabla haijatuwa hiyo imani katika nyoyo zao. Kisha sura imebainisha ni nani hao waumini wa kweli na ikahitimisha mazungumzo kwa kukataza kumsimbulia Mtume wa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kusilimu kwao, na ikabainisha kwamba hakika aliyefanya hisani juu yao ni Mwenyezi Mungu kwa kuwaongoza kwenye imani, ikiwa wao ni wasema kweli katika madai yao. Enyi hey, mlioamini msitangulie na kulikata jambo lolote la kidini na la kidunia bila ya kukwamrisheni Mwenyezi Mungu na mtume wake najiwekeeni e, kinga ya nafsi zenu isikupateni adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa kufuata sheria ya yake. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia barabara yote mnayoyasema, ni mwenye kuyajua vilivyo mambo yote. Enyi mliyoamini, msinyanyue sauti zenu juu ya sauti ya nabii anaposema, na nyinyi mnasema, wala msipambanishe sauti zenu na sauti yake kama mnaposemezana nyinyi kwa nyinyi kwa kuchelea visiharibike vitendo vyenu bila ya nyinyi wenyewe kutambua. Hakika wanaoteremsha sauti zao katika baraza ya mtume wa Mwenyezi Mungu kwa kumtukuza yeye, hao peke yao ndiyo Mwenyezi Mungu wamezisafishe nyoyo zao kwa uchamungu, kwa wenginewo si hivyo, nao watapata msamaha mkubwa, kufutiwa madhambi yao na sawabu alizofika ukomo wa kufika kwake. Hakika hawo wanaokuita kwa makelele na we uko vyumbani mwako, wengi wao hawafahamu enatakikana kukuheshimu na kukutukuza kwa makamo yako. Na lau kuwa hawo wangelingojea kukufanyia adabu mpaka ukatoka, bila shaka ngelikuwa ni bora zaidi katika dini yawo, na Mwenyezi Mungu ni mkubwa wa kusamehe, mwenye rehema kunjufu. Enyi mliyoamini, akikujieni mtu ambaye yuko nje ya sheria ya Mwenyezi Mungu akakupeni habari yoyote, basi chungueni, mjua ukweli wake, kwa kuchelea msije mkawaletea watu madhara kwa kutojua hali yao, hapo tena baada ya kushadihiri kuwa hawana makosa mkaingia katika majuto ya daima, mkatamani yasengeli kuwa na jueni, enyi waumini, kwamba mtume yuko nanyi basi mkadirieni kama anavyostahiki kadiri yake, na mswadikini. Lau yeye angeliwafuata walio wachache wa imani kati yenu katika mambo mengi, basi hapa na shaka ngeliingia katika mashaka na hilaki. Lakini Mwenyezimungu wamewapendezesha imani wali waliokamilika katika nyinyi, na akaipamba katika nyoyo zenu, basi jilindeni na kujipamba na yasiyotakikana na amekufanyeni mchukiye kukufuru neema za mwenyezi mungu na kutokana na sheria zake na kwenda kinyume na amri zake hau tu peke yawo ndiyo wanaoijuwa njiya ya uongofu na wameshikilia na hiyo ni fadhila tukufu na neema kubwa ya mwenyezi mungu juu yao na mwenyezi mungu amekizunguka kila kitu kwa ujuzi wake ni mwenye hikima ya kupita mpaka katika kuendesha kila jambo na ikiwa makundi mawili ya waumini yanapigana, basi enyi waumini, yapatanisheni. Ikiwa moja ndilo nalishambulia la pili na likakataa kupatanishwa, basi lipigeni hilo linaloshambulia mpaka lirejee kwenye hukumu ya Mwenyezi Mungu. Likirejea basi wapatanisheni kwa insafu, na fanyeni uadilifu baina ya watu wote katika kila jambo. Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wenye kufanya uadilifu wa Hakika wote wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake ni ndugu, imani imezifanya nyoyo zao pamoja. Basi patanisheni baina ya ndugu zenu kwa kufuata udugu wa imani, najiwekeni nafsi zenu kinga cha kukinga adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa kufuata amri yake na kuepuka na yakataza, na huku mkitaraji Mwenyezi Mungu wa kurehemuni kwa uchamgu wenu yeah.

Wanaume wasiwadharau wanaume wenzao, wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao, huenda hao wakawa bora kuliko wao. Wala msivunjiani heshima, wala msiitane kwa majina ya kejeli. Ni uovu kutumia jina baya baada ya kushaamini, na wasiotubu hao ndio wenye kudhulumu. Enyi mliyoamini, jiepusheni na dhana nyingi, kwani baadhi ya dhana ni dhambi wala msipelelezane wala msisengenyane nyinyi kwa nyinyi. Je, yupo katika nyinyi anayependa kuila nyama ya nduguyi yaliyekufa? mnalichukia hilo. Namcheni Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kupokea toba, mwenye kurehemu. Enyi watu, hakika sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamume na mwanamke, na tumekujalieni kuwa ni mataifa na makabila ili mjuane Hakika aliye mtukufu zaidi kati yenu kwa Mwenyezi Mungu ni huyo aliyemcha Mungu zaidi katika nyinyi. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye habari. Mabedui wamesema tumeamini. Sema, hamjaamini, lakini semeni, tumesilimu, kwani imani haijaingia katika nyoyo zenu. Na mkimtii Mwenyezi Mungu na Mtume wake hatakupunguzieni chochote katika vitendo vyenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Hakika waumini ni wale waliomwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake tena wasitiye shaka kabisa, na wakapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa mali yao na nafsi zao. Hao ndiyo wa kweli. Sema, ati ndiyo mnamfundisha Mwenyezi Mungu dini yenu, na hali Mwenyezi Mungu anayajua ya katika mbingu na ardhi, na Mwenyezi Mungu anajua kila kitu. Wanakusimbulia kuwa wamesilimu. Sema, msinisumbulie kwa kusilimu kwenu, bali Mwenyezi Mungu ndiye aliyekufanyieni hisani kwa kukuongoweni kwenye imani, ikiwa nyinyi ni wakweli. Hakika Mwenyezi Mungu anajua siri za mbingu na ardhi, na Mwenyezi Mungu anayaona miatendayo. wasiwadharau wanaume wenginewe, huenda hao mbele ya Mwenyezi Mungu wakawa bora kuliko wao. Wala wanawake waumini wasiwadharau wanawake wenzao, huenda pengine wakawa hao ni bora kwa Mwenyezi Mungu kuliko wao. Wala msifanye kuaibishana nyinyi kwa, kwa nyinyi, wala mtu asimwite mwenziwe kwa jina la kumuudhi. Ni uovu mno kwa waumini kutajwa kwa upotovu baada ya kuishasifika kwa imani, na wasiorudi wakaacha waliokatazwa basi hawo peke yawo ndiyo liojidhulumu nafsi zawo na kwa wadhulumu wenginewo. Enyi mliyoamini, jitengeni mbali na wingi wa kudhania dhana mbovu kwa watu wa heri, kwani hakika baadhi ya dhana ni dhambi zinazostahiki adhabu. Wala msiwe mkitafute aibu za Waislamu wala msisengenyane, yaani kumsema mtu nyuma yake kwa jambo la Hebu, yupo yeyote kati yenu anayependa kula nyama ya nduguya niyekufa? Bila shaka hayo yanakuchukizeni, basi chukieni pia tabia ya kusengenyana na kusemana, kwani haya nayo ni mfano wa hayo. Na zikingeni nafsi zenu na adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa kufuata amri zake na kuyefuka ya kata zayo. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkubwa wa kukubali toba ya wenye kutubia mwenye rehema kunjufu kwa walimwengu wote. Enyi watu, hakika sisi tumekuumbeni nyinyi sawa sawa kutokana na asuli moja ya Adamu na Hawa, na tukakufanyeni mkawa wengi kwa mataifa makubwa na makabila mengi, ili kutimie kujuana na no kwawiniyana baina yenu, siyo kubagwana. Na hakika mwenye cheo cha juu miongoni mwenu kwa Mwenyezimungu duniani na akhera ni yule anayemcha yeye zaidi. Hakika Mwenyezi Mungu amevizunguka vitu vyote kwa kuvijua, ni mwenye habari za dogo na kubwa na kila jambo. Wakazi wa majangwani wamesema kwa ndimi zao tumeamini. Ewe Muhammadi, waambie bado hamjaamini kwa sababu nyoyo zenu bado hazijasadiki hayo mnayoyatamka, lakini nyinyi semeni tumefuata dhahiri ya ujumbe wako, bado imani haijaingia katika nyoyo zenu. Na mkimtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, kwa kweli hatukunyimeni hata chembe katika malipo ya vitendo vyenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkubwa wa kuwasamea waja wake, ni mwenye rehema kunjufu kwa kila kitu. Hakika waumini wa kweli ni wale ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, kisha hapana shaka yeyote inayoingia katika nyoyo zao kwa hayo wanayoyaamini tena wakapigana jihadi kwa kutoa mali yao na roho zao katika njia ya utiifu wa Mwenyezi Mungu. Au peke yao ndio waliwakweli katika imani yao? Ewe Muhammadi, waambiye kwa kuwakanusha ile kauli yao kuwa wameamini ndiyo hivyo ati, mmempa habari Mwenyezi Mungu kuwa niyo zenu zimesadiki, na Mwenyezi Mungu peke yake anajua kila kiliomo katika mbingu na katika ardhi na Mwenyezi Mungu amevizunguka vitu vyote kwa ujuzi wake. Wanaona kuwa kusilimu kwao ni kukunga mkono wewe Muhammadi, na hivyo inastahiki wewe washukuru. Sema, msinisumbulie kusilimu kwenu, kwani heri yake mnaipata nyinyi, bali ni Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye aliyekufanyieni hisani kwa kukuongoeni kwenye imani, ikiwa nyinyi ni wakweli katika hayo madai yenu. Hakika Mwenyezi Mungu anajua kila lililofichikana katika mbingu na ardhi, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuona vyema yote vyatendayo.